Ujenga shule ya msingi kama unataka kujenga mashule ya msingi trilioni nane. Ukijenga mashule ya msingi kwa kukopa, mpaka uje ulipe deni kwa wanafunzi kusoma shule ya msingi, shehe wangu hulipi, kutakuwa roho iko juu juu tu. Kwa hiyo rais aliye madarakani ataenda, ataacha deni, anayeingia anakumbaa nalo uso kwa uso, mnakuwa mnaongeza namna hiyo tu naongeza namna hiyo mpaka atakayekuja mwishoni kule atakuta deni liko juu ya Mlima Kilimanjaro. Atalia mawe. Maana yake ni nini? Ni sisi. Ila mimi nimeamua kumwomba Mungu kwa sababu hakuna namna nyingine ya kutotoa hapa, ni Mungu atatotoa hapa. Tunafunga siku arobaini. Tunamwambia Bwana, sasa imetosha mamlaka za giza, uweza wa giza, wakuu wa anga, Ma madhabahu za giza zilizoshikilia mataifa, achia! sema achia. Achia, lazima tuachiwe. Usipoachiwa wewe nimeachiwa mimi. By the way, let me tell you something, changes do not come because of a group, changes comes because of an individual. Mabadiliko hayaleti na group, mabadiliko yanaletwa na mmoja aliye tayari kutoa uhai wake. Kwa hiyo usipoenda wewe, mimi natosha, nitaenda. Kwa mtu mmoja Adamu dhambi ikaingia ulimwenguni ikawapata wote, kwa mtu mmoja Yesu uzima ukaingia ulimwenguni ukawapata wote. Mungu hahitaji grupu la watu, anahitaji mtu mmoja wa kutumia Kenya anahitaji mtu mmoja wa kutumia Burundi, anahitaji mtu mmoja wa kutumia Rwanda, anahitaji mtu mmoja wa kutumia Tanzania. Ukiwa tayari piga kelele, sema niko tayari Bwana. Mmoja tu. Mungu hahitaji gurupu, anahitaji lakini mmoja yule, sio hawa majuja leo tuliyonao. Mmoja yule ni yule anayesema ni kifa na nife Nikipona nchi imepona. Kumpata huyo ndiyo kazi. Wengine wako hivi, tukimbie, tukimbie, tukimbie, unaonaje? Kimbieni, anatoka balo. Hakuna mtu aliyelima shamba huku anaangalia nyuma akafanikiwa. Nataka elfu mbili na ishirini na tano kila moyo wa Mtanzania uamke kwa namna ya ajabu, unasema, Tanzania ni yetu sote, madini ni ya kwetu wote, maji ni ya kwetu yote, dhahabu ni ya kwetu wote, uranium ni ya kwetu yote, gesi ni ya kwetu wote, lazima tuamke, ili watoto wa watoto wetu waishi kwenye Tanzania ambayo tunaitamani. Tunao watoto watoto watakaokuja, watasema baba zetu walikuwa washenzi kweli. Watayachapa viboko makaburi yenu. Kuta mtoto kabisa, fiu pumbavu kabisa, fiu kinga kabisa. Huyu, nikupe mfano, nikupe mfano. Mimi nakwambia kwa sababu haya nayokwambia nishayaongea bungeni. Usiniambie kwamba kwa nini Gwajima unayaongea hapa bungeni? Nilishayaongea, yako hata kwenye YouTube. Kwa hiyo hakuna mtu wa kuniambia ninaongea kitu ambacho nitakiwa kukiongea bungeni. Nilishaongea na wala sio siri. Haya si tayari hapo.